Ninasikia furaha sana leo kuzungumza na wewe nikiwa mahali hapa na katika jambo la muhimu sana ambalo ningependa kukuzungumzia kwenye maisha yetu ya kila siku. Katika jambo pigania sana kwenye maisha yako, ni amani ya moyo. Usiruhusu mambo mabaya yakaumiza moyo wako. Usiruhusu vitu vinavyoumiza moyo wako vikawa na nafasi kubwa kwenye maisha yako. Cha muhimu sana, ili uweze kuenjoy kwenye maisha yako, lakini uweze kufanya mambo yakafanikiwa, mambo yakaenda vizuri pigania sana kulinda amani ya moyo wako. Uh, ukisoma maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Ayubu 22 mbili uh, 21 22 Biblia inasema kwamba linda uh, so sorry nasema kwamba mjue sana Mungu, Ayubu 22 21, nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani ndipo mema yatakapokujia. Na mimi katika mada yangu ya leo ninazungumzia sana suala la amani ya moyo wako ili uweze kufurahia maisha yako. Linda sana amani ulionayo, na ili ulinde amani ya moyo wako, ni lazima ujaribu kuwa na vitu sahihi vinavyokupa furaha. Kwa hiyo kwenye maisha yako, ili uweze kustawi, ili uweze kuendelea, ili uweze kusogea, lazima ujitengenezee sana kitu kinaitwa furaha. Furaha kwenye maisha ni kitu muhimu sana.